Utaalamu wa kuotesha uyoga umeanza kushika kasi humu nchini baada ya watu kutilia maanani lishe bora na manufaa mengi ya zao hili la uyoga. Kwa kuwa uyoga upo na aina mbalimbali mbali, ustawishaji wake hutofautiana katika mahitaji yake. Hii ni pamoja na hali ya hewa, malighafi ya kutosha, urahisi wa teknolojia ya kuotesha katika mazingira tofauti hapa nchini na soko lake kwa wananchi sawia na hotelini. Hadi sasa ni wananchi wachache tu wanaojua kilimo cha uyoga. Nia yetu ni kuwapa mwangaza wa jinsi biashara hii inaweza kukunufaisha. Uyoga unaokuzwa hapa nchini ni ule unaotumika moja kwa moja kama chakula na pia ule unaotumika kimatibabu, ingawa kwa viwango vidogo. Aina za uyoga wa chakula unaofahamika sana ni pamoja na oyster, yani mamama, na pia ule wa vifundo yani button mushrooms. Tuko na pia ingine ambayo inaitwa shitaki. Tuko na pia ingine ambayo inaitwa ganadama ama reishi baton. Uh, button mushrooms iko na umaarufu kubwa sana na imekuzwa nchi yetu kwa miaka mingi sana. Iko na umaarufu kubwa sababu ndio inauzwa kwa mahoteli, wa Kenya wanaijua sana kwa supermarkets na green grocers. Kwa wale ambao wanashikilia dhana kuwa uyoga ni sumu, basi tungetaka kukufahamisha kuwa uyoga ni chakula bora hata zaidi ya nyama unayoamini sana. Patrick Kanyi ni mtaalamu wa nyanja hii katika chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta, anatufahamisha kuhusu mapato ya kifedha unayoweza kuchuma kutokana na chumba kidogo unachokuzia uyoga. Eria kama ya 20 by 10 itapewa wewe pesa kama shilingi elfu mia mbili na sitini na nane kwa mwaka. Kwa hivyo ukilinganisha na haya mazao yengine, ni kwamba mushroom iko na advantage kubwa sana. Jambo lingine hili ambayo inamfanya mashurum ikiwa na umaarufu ni kwamba hata kukiwa na kiangazi ama kukiwa na mvua uh, zao la uyoga inaendelea kunawiri, sababu ni kitu ambayo inapandwa ndani ya nyumba na mkulima ndio anatengeneza mambo ya climate control. Ingawa aina hizi zote zinakuzwa hapa nchini kwetu, ni watu wachache tu ndio wanaweza kukuza aina za uyoga wa dawa. Uyoga inajulikana kwa kupunguza msukumo wa damu kwa mwili. Inajulikana pia kwa kupunguza cholesterol kwa, kwa mwili vitu kama allergies na pia uh, kinga mwili I mean, body immune system. Uyoga wa chakula umekuzwa sana na wakulima wa viwango vidogo vidogo, sawia na wale wa viwango vya juu, yani large scale farmers. Darubini yetu itaweza kuyamulika mazao haya mawili, ingawa huenda tukaegemea sana kwenye ukuzaji wa uyoga wa mamama, yani oyster Wakati wa kupanda uyoga hatua kadha muhimu huhitajika. Zile malighafi ambazo hutumika kukuzia uyoga huhitaji kuloweshwa kwenye maji kabla ya kupanda mbegu. Uzalishaji wa uyoga huzingatia sana hali ya hewa na vifaa ulivyo navyo, hivyo basi, kabla hujachagua aina ya uyoga unaotaka kupanda, pata ushauri kwa wataalamu walio karibu nawe. Ni katika hali hii ambapo unatakiwa kuagiza mbegu ya uyoga inayofaa maeneo unaponuia kukuza. Mbegu ni ile ambayo tunatengeneza hapa kwa university. Hizo mashroom yote ambayo nimetaja, mbegu zake zote tuko nazo na zingine mingi. Unaweka mbegu kwa mkusanyiko, unaweka kwa makaratasi. Baada ya mwezi mmoja, sasa hiyo mashroom ama uyoga inaota, unaanza kuharvest. Utavuna hiyo mashroom kwa muda wa miezi miwili ama mitatu. Anuai tofauti hunawiri katika maeneo tofauti. Kuna mbegu zinazofaa maeneo yenye hali ya joto na zile zinazofaa maeneo ya hali ya anga ya joto ya kadri au baridi. Iwapo unapania kupanda uyoga wa aina ya oyster, utayalowesha malighafi yako kwa muda wa saa sita hadi nane baada ya kuyakatakata kwa vipande vidogo vidogo, kisha utachanganya malighafi haya na virutubishi vinginevyo, ili kuwezesha kupata hali mwafaka ya ukukuza uyoga huu. Oyster ni chakula na ni dawa. Kuna jinsi vile tulifundishwa, inasaidia mwili sana sana sababu ukiangalia nutrition value ya oyster iko very high na inaweza, ku, inaweza kurudisha afya ya mtu ama ku boost the immune system. Uyoga huu wa mamama huwa tayari kuchumwa siku tatu baada ya pinheads kuonekana. Uvune ukitumia mkono safi kwa kushika kati kati ya shina la uyoga kisha zungusha hadi uyoga ung'oke. Hakikisha umeng'oa kila kitu kwenye mfuko huo, kwani kubakisha shina huzuia uyoga mwingine kuota. Mkulima anatakiwa ajue soko la uyoga kabla ya kuvuna, ili kuepuka gharama za kuhifadhi, kwani uyoga ukishavunwa unatakiwa uliwe kabla haujaharibika. Ndiyo maana wale walio maeneo ya mbali na mji mkuu ambapo soko la bidhaa hii ni nzuri hushauriwa kufahamu mbinu za kukausha uyoga ili kupata faida ya uyoga mkavu. Soko la uyoga hapa nchini sasa limepanuka sana haswa kutokana na ushirikiano ambao nchi yetu inaendeleza na mataifa ya mashariki kama vile Uchina. Huyu hapa Jennifer Nkirote ambaye anafurahia sana ushirikiano huu. Ukiangalia like watu wa China na Japani huko Uh, mushroom is one of the mbegu ya uyoga ni aina ya poleni inayokusanywa kiteknolojia na, na kuzalishwa kwa kiwango kikubwa huku ukitumia mbegu kama mtama, ngano au hata mahindi kama msingi wake. Hivyo basi, unaponunua mbegu utapata imewekwa kwenye vichupa kama hivi vilivyojazwa mbegu ya mtama. Ni mtama huu ambao utauweka kwenye malighafi uliotayarisha kupanda uyoga. Hakikisha kuwa unaponunua mbegu iko na rangi nyeupe iliyosambaa ndani ya chupa. Mbegu isiyo nyeupe ni dalili ya maambukizi ya vimelea hatari, okay.